Asante sana Angela Mondie, eh? Tumemwona hapo binti Subira Masumbi. Uliye nyumbani, umejifunza nini? Umeona kitu gani kutoka kwa Subira? Je, wewe unaweza kuanza na hicho ulicho nacho? E, moja kwa moja turudi hapa kwa mgeni wetu mwalimu wa masuala ya uchumi na biashara. Tuambie kutokea kwenye ile historia ya Subira ambayo wote tumeisikiliza hapa. Una maoni gani safari yake ile ya biashara? <coughs> Uh, ah, kupitia tulichojifunza kwa Subira, awali ya yote, tumeona ameanza na alichokuwa nacho, ambacho vijana wengi tunavyo. Tunaona kwamba anahitaji mitandao ya kijamii moja kwa moja kwamba alikuwa anatumia simu, sawa so, sawa so. lakini tunaiona nia, kukimbizana heka heka za kali kosi ndogo, unaona kukimbizana huku na kule, kapambana, amefika hapo alipofika. Lakini tunaona kuna kolongo lilikuwa kama linakwenda kumkatisha tamaa hapo katikati, lakini akalivuka akakipita hicho kipindi kigumu na ndio maana tunamuona hapo alipo sasa hivi. Kwa hiyo, tuna tunaiona passion, tunaiona shauku ya Subira, tunaiona nia ya Subira, lakini pia tunaiona tunaona ukubwa wa ndoto wa Subira. Eh, mwenyewe anasema nataka afike mbali sana kwa sababu kitajwa jina Subira watu waone kitu kikubwa, na kweli tunaona hatua za kuelekea huko ambapo anakwenda zimeshaanza kuonekana. Naam. Sasa mm -hmm, kuna mtu mwingine ambaye anakwambia Subira alikuwa na watu Subira na nini na hajui aanzie wapi. Mimi nitajuaje kwamba hiki kitu ambacho nilichonacho ni sahihi kuanza nacho, kuingia kwenye biashara? Usahihi wa kile ulicho nacho uh, kuingia kwenye biashara, awali yoyote unaanza kukisikia wewe mwenyewe. Subila anasema alikuwa akiipenda biashara no. Unajua kitu unachokipenda hata ukikiona anakifanya mtu mwingine no. Unajihisi kama vile unafanya wewe. Kuna mtu anatutazama hapa no. Jinsi tunavyozungumza anajiona ni kama Yee, yeah, yeah. Sawa so, sawa so. Kosubira alipokuwa anatazama wafanyabiashara wengine aliwaona kama yeye, na akaamini kabisa, mimi ninaweza kufika hapo ambapo nimefika. Swala so, la kuja kuungwa mkono tunaliona halijaanza chini ambako Subira. alianzia mm -hmm. kuungwa mkono kumekuja baada, ina maana kuna watu walikuwa wanaziona juhudi zake, wanaona harakati zake, wanauona moyo wake sawasawa so, so. sasa tunapokosea wengi tunataka watu waje waweke mbolea kwenye mashamba ambayo sisi bado hatujaanza kulima, hatujaandaa shamba, lina magugu. Tunataka watu waanze kuja kuweka mbolea. Hapana, watu ni kweli wana fedha, wanatafuta vijana wa kuwekeza hela zao, wanataka uone wewe mwenyewe umeanzia wapi, umefanya nini, ili watu waweze kuwekeza kitu, kwa sababu wanapokuwa wanaona kwamba kama ulifanikiwa kwenye cha kwako binafsi, basi pia ukiaminiwa, mm, ukipewa cha mtu, ina maana utafika kule ambapo wao wanataka ama wapate kutokea kwako au kile ambacho unataka kukipata. Mm. Naam, yeah. Ukijaribu kutazama uh, st story ya, ya, ya Subira anasema anasema alipomaliza kidato cha nne ye akaanza harakati, ina maana yeye akupata ka matokeo matokeo alimkataa, kwa hiyo na yeye akasema basi family lie. Mm. Ngoja mimi nikafanye zangu biashara, maanake akwenda form 5, form 6 akwenda chuo. Ndiyo. Kuna wakati naona kama kuna uh, yani ame, ame, ame, ameenda moja kwa moja kama kuna namna, kama angeenda huku huku kwenye shule kama angechelewa hivi, wewe unaionaje hii mm. Yani kaenda moja kwa moja, yani kuna haja ya kubadilisha mitaala? tukifika tu pale kidato cha uh, nne tunaingia <laughs> <laughs> hey, hey, <kawaii>, <laughs> moja kwa moja eh kawaida chapu, unaionaje? Unajua bwana, kila mmoja na safari yake mm. unaona mm. kwa yule ambaye imepangwa afike huko ambapo wamefika wengine labda chuo kikuu. mm. unaona huyo mm. hata akija akikatisha, lazima tu kule ambapo anapaswa kufika kutamdai mm. sawa sawa. Mm. Yesu bila ni kama eneo la biashara lilikuwa linamsubiri mm. sawa sawa yes. kwa alipomaliza na hata yale matokeo yalivyokuwa mabaya ni kwa kusudi. sawa sawa mm. ina maana hata kama angelazimisha kwenda, labda angerudia mitihani, labda apate kibali cha kwenda kidato cha tano mm. kidato cha tano aende chuo mwisho wa siku angefika hata huko chuo, angesomea anachokisomea, angekosa kuendelea. Mwisho wa siku angerudi kwenye nini? Biashara. kwenye biashara, kwa kila mmoja na safari yake mm, kwamba hata tukija tukibadili mtaala uwe wa kufeva, labda kwamba ukifika hapa basi uanze kwenda kuthubutu moja kwa moja, kuna watu bado watarudi nyuma, a mimi sikusoma vizuri, ngoja nirudie tena miaka miwili, unaona? Kwa nini? Kwa sababu ya safari yake ni ya kielimu zaidi. Kwa kwa ufupi ipo hivyo mm. Sasa hapo unakuta tu, leo tumesema, uh, anza na ulichonacho ndio Eh, Ndiyo. Mfano hapo n kuna mtu anajitafuta sasa, nina kitu gani, nina kitu gani mimi yaani Nini. mtu anawezaje kujua kwamba nina kitu hiki na akaanza kukifanyia kukifanyia kazi na kukinoa? Awali ya yote sote tunacho cha kuanza nacho mm. unaona mm. sote tunayo akili. Ukimtazama Subira mm. unaiona akili iliyokuwamo ndani mwake mm. unajua, naamini kwamba hakuna ambaye hana akili, ila tumetofautiana tu matumizi mm. so, so. sasa sasa uthubutu na ujasiri wa kuanza utegemeana na kile ambacho kimejazwa kime, kime kwenye akili yako mm. Sawasawa so, mm -hmm. Kwa hiyo ina maana akili ndio mtaji wa kwanza katika kuelekea kule ambapo unahitaji kufika mm. Sawasawa so, mm -hmm. Uh, mtazamo au namna unavyotazama mambo ndio atakupa kibali ama uanze au usianze. Unajua kila mmoja anacho kitu ambacho kinafukuta kwenye akili yake mm. Unaona yani, kuna kitu anaona kabisa hiki mimi ninastahili kwa sababu kiuhalisia hatuwazi kuwa watu fulani kwa bahati mbaya. Mm. Eh, kuna mtu analo wazo la kuwa bilionea. Halijaja kwake kwa, kwa bahati mbaya kwamba limepotea tu njia. Hapana. Hilo mm. lipo katika hatima yake. Ila namna gani analivunja vunja hilo wazo mm. kuliweka katika nafasi ndogo, kuliweka katika particles vidogo vidogo ili liweze kufikia kule. Sasa inategemeana na agent ambayo anayatazama mambo kwa sababu kuna mtu anakuta na wazo la labda linahitaji mtaji wa milioni labda milioni mia sita lakini hakuna siku ambayo aliamua kurudi chini kuliandika na kuanza kulivunja vunja kulivunja vunja mpaka li, li, lirudi kwenye ule uwezo wake. Unaona, kuna wakati fulani mimi baada ya kutoka kwenye ajira nilip, nilikuwa nina wazo kwa sababu mimi nina kipaji cha kuchora. Nikasema basi huko kuchora ndo nataka kunipe mafanikio. nikasema, nikasema nitakwenda kuanza, nikatafuta mtu akanifundisha, nikajifunza kuchora, lakini baadaye baada ya kujifunza yule mtu akanibeba kwenye ofisi yake, mwisho wa siku tukawa tumekorofishana kidogo sawa sawa. Uh, kwa hiyo ikabidi mimi nirudi nyumbani. Nimerudi nyumbani sina kitu chochote cha kufanya. Nikaandika mchanganuo wa ndoto zangu, nikawa ninahitaji kama laki tano, laki sita. Kwa sababu nilikuwa nataka nianze tofauti na wengine. Kama unavyojua wasomi huwa tuna kompliketi mambo. Unaona. Kwa hiyo kulikuwa na uhitaji kama laki tano, laki sita. mimi sikutaka tena nianze na kakibanda ka kujibanabana. Nikataka nianze na ofisi kubwa yenye kuvutia wateja wapaka kukaa. Lakini kiuhalisia mimi hata hela ya kula inanipiga Jenga. Chenga mm. Unaona hapo <laughs> ni, eh, mtaa umenikataa <laughs> kwenye ajila nimeshatoka mm. Unaona nikasema hili wazo, ngoja nilivunje vunje mm. Lirudi kwenye uwezo wangu. Kwa hiyo nikalivunja vunja lile wazo, mpaka kurudi kwa huyu mchoraji wa chini, kwa sababu wachoraji wa chini unakuta anamiliki meza rangi chache mm. na amechola tu kwenye ukuta, ameomba pahala kwenye ukuta mm. mcholaji mm. na pasake za simu eh, kwenye ukuta au kwenye mti? au kwenye mti Nikarudi pale nikaona <tuna> inahitajika <tuna> kama shilingi elfu hamsini. Elfu hamsini haikuwa ndani ya uwezo kwa wakati huo, kwa sababu nilikuwa sina hata hela ya kula, ilikuwa inasumbua. Ikabidi sasa nitembeze macho kwenye chumba changu nina nini hapa cha thamani mm. Nikaangalia nikaiona sabufau imtaeli napenda mziki lakini, ngoja nikatoka. Muda ule ule nikaenda Njombe, kuna sehemu inaitwa Melinze kwao. Nikatembea mpaka stendi kuu ya zamani mm. kuna bwana anasajili line pale, nikawambia san mwenyeji paka bwana, mimi ninauza sabufa, shilingi ngapi? Elfu sabini. Hmm? mm. Yeah. Nikajua anajuana na watu wengi, akasema "Bwana mwenyewe nahitaji sabufa lakini sina hiyo sabini, nina shilingi elfu sitini. mm. mm. Kwambia unayo hapo? Hapana. mm. Ipo nyumbani, twende. Unaona, nikamsubiri yule bwana, nikamsubiri yule bwana mpaka alivyomaliza shughuli zake. mm. Tukaenda kwake. mm. Make alikuwa amekuja kama mkombozi sasa. mm. Tukaenda kwake, tukachukua hela. mm. Tukarudi nyumbani. mm. Tukaenda kuchukua hiyo sabufa, nikambebea nikamsindikiza mpaka kwake. Mm. Sawa sawa, nikaipata ile hela kwao, nikanunua rangi za muhimu, kwa sababu kwenye uchoraji ama kwenye hizi kazi za uchoraji ukiwa angalau na rangi tatu unaweza kutengeneza rangi sita. Mm. Unaona. Mm. Kwao nikawa na rangi za muhimu, nikaona na blush, nikatafuta pahala sasa nami nikaweke meza yangu au nikaandike ukutani. Mm. Uzuri nikapata pahala ambapo na kibanda kidogo kilikuwa kinafaa kuwa Mpesa. Mm. Nikaenda nikaomba nika, nika, nika, nika pale nipatumie, wakasema hapa panahitaji pango hivi na hivi hela niliyokuwa nayo nikigawagawa na vile vifaa nimeshanunua haitoshi. Mm. Ikabidi nitafute kasoro sasa. Nikatafuta kasoro kwenye kile kibanda vioo vimevunjika na bidii nilekebishe. Kweli nikapunguza punguza ile hela ikarudi kwenye hela ambayo nilikuwa nayo. Mm. Kwa kiufupi, mawazo makubwa au hizo idea kubwa au ndoto kubwa au mipango mikubwa ambayo tunayo. Mm. Tukiivunja vunja. Mm. Tukileta katika udogo. Mm. Mm. Tunaweza kufikia kule ambako kukubwa sisi tunapaona sasa hivi. Ndio. Ni kweli sasa, mimi mm, niko labda na, na pesa yangu na mtaji wangu iko kitu kidogo cha kuanza nacho nacho, nawezaje kujua kubaini fursa ambazo ziko kwenye mazingira yangu, kwamba kwa watu hawa nifanye biashara hii, kwa watu hawa nifanye biashara hii? Hayo mawazo ya biashara, mtu anawezaje kuyabaini? Sawa, mawazo ya biashara mara nyingi tunayabaini kupitia uhitaji, oh, na matatizo ambayo yanatuzunguka. Sawa sawa, kwa sababu mm. Unakuta uh, uh, labda wewe uh, jinsi unavyovaa kila siku, ukivaa kuna mtu anakusifia anakusifia, hiyo uh, nguo umenunua wapi? yeah, sawa sawa hiyo yeah. Hereni umenunua hizo? uh, simu wewe umenunua shilingi ngapi? eh uh, uh, unakuta ule e, uh, uh, uhitaji unaweza uh, kwa kutengenezea wewe uh, fursa. Sasa unaanzia hapo, unahitaji kama hii uh, ni kuletee uh, unamletea yeye, akienda kwenye vikoba labda naye anasifiwa, bwana, nimepata watu wawili hivyo ndipo mm -hmm. ambapo tunaanza hatua kwa hatua, lakini pia matatizo ya lile eneo sawasawa. mm siku hizi -hmm. sawa. tunaona watu ananunua tu intaneti lauta ile anaiweka hapo anachajisha watu shilingi elfu moja, mm -hmm. moja. anatengeneza kipato mm -hmm. unaona, kwa hiyo kupitia matatizo na uhitaji wa watu, lakini pia kuna kitu <clears> unaweza ukaona hiki <throat> kinaweza kikateka, uh, kikateka watu mm -hmm. kwamba hakijawahi kuwako pahala hapo kwamba hiki nikikileta kwa mfano mke wangu nilikuwa na mtafutia au tulikuwa tuna brainstorm ni shughuli gani anaweza kufanya. Baada ya kupata mtoto wetu wa pili tukafikiria, tukasema kwa nini tusitengeneze kashata. Unaona yeye ni mtu wa Tanga, kwa sababu alishangaa kuja kukuta kashata zinatengenezwa kwa karanga zima nzima. Yeye kwa kule karanga zinasagwa. Nasema hebu tujaribu hii ya karanga za kusagwa. Kweli, alivyotengeneza alikuwa na hofu, lakini alivyoipeleka mtaani watu wakawa wanauliza ni kashata gani ya machicha? Hapana. Kwa kitu kimekuwa kigeni lakini kimepokelewa vizuri, vizuri, kwamba kila siku akitengeneza kashata zake akizipeleka mtaani yeah, zinapokelewa. Kwa hiyo kuna kitu kinaweza kikapatikana kupitia uhitaji wa watu, kupitia matatizo, kupitia uadimu wake, au kupitia ugeni wake yeah, sawa sawa, so, so, kuna kitu wanakijua watu, wengine hawakijui, kwa kikipeleka kwenye jamii mm, wanakipokea vizuri, na mwisho wa siku safari yako ya mafanikio inaanzia hapo so, yeah. Hiyo ulivyosema hapo na mke wako mlikaa mkawaza, ndio. Kuna swali hapa limekuja, au anatoa maoni yake, anakuambia kwamba Habari, yeye anaitwa Uzel kutoka Ilala, anakwambia unaweza ukawa una hata cha kuanzia, unataka tu ushauri, lakini unaitaka akupe huo ushauri pia, hataki sababu anaona ukua <coughs> kama yeye <coughs> au utapata zaidi ya yeye. Ni sehemu gani sahihi ya mtu kutafuta ushauri pale anapotaka kuanza kufanya biashara? Sawa, kuna maeneo makuu labda naweza kusema matatu Unaweza kupata ushauri kupitia watu ambao wanakifanya hicho kitu ambacho unataka kukifanya. Sasa hapa itakiwa na uwe na mtu mmoja. Uwe angalau na watu watatu. Huyu akikukatalia, huyu akikuzungusha lazima kuna mmoja atafanyaje? Atakubali. Lakini kwenye mitandao ya kijamii tupo sisi ambao tupo dakika, yani tupo muda wote huko. Tunaelimisha sawa sawa. Unaweza uka, uka tutafuta, ukawa na watu watatu au wanne kwa sababu tuko wengi sasa hivi. Kila mmoja ukamwendea kwenye inbox yake, unaona. Atakaye atakaye hitaji hela na wewe hauna hela, utamwacha. Ambaye atakushauri hivi hivi mtashauriana, ili mradi tu ujue namna ya kumwingia mtu, namna ya kujitambulisha na namna ya kuomba jambo lako lifanikiwe. Lakini watu wengine ambao wanaweza kutushauri vizuri ni wale watu ambao wana uzoefu wa maisha zaidi kuliko sisi. Mm. Kuna mtu unaweza ukamwona ni mzee hana chochote cha maana alichokifanya, lakini kumbe hapo hapo, hapo, hapo hapo awali alifanya vitu vingi sana. Unaweza ukamfuata. Anaweza hata akawa ni mzazi wako. Wenzao sio wafanyabiashara lakini wanao akili ya biashara, wanao maono ya kibiashara unaweza kukusaidia pia, sawa sawa. Lakini pia ukiangalia pia kwenye cycle ya watu wanaokuzunguka, unaweza ukawa na rafiki kati ya wale marafiki ambao labda wana mambo ya kipuuzi au kukosekana mmoja ambaye ana mtazamo chanya, wanasema katika upuuzi huo kuna mantiki ndani yake. Hakika tungeweza kupata ujumbe kutoka kwa wenzetu hapa ambao wanaendelea kutufuatilia na namba ya simu iko hapo chini inapita. Wametutumia ujumbe kama pana, wanakwambia kwamba Uh, tuko pamoja mpaka tamati, nakubali sana. Huyu ni Lili kutokea Mbagala. Naam, sana Lili. Mm, kikubwa mm, ni kupambana na, jita, na jita, ni jitihada zote, haijalishi una mtaji mdogo ama mkubwa kiasi gani. Huyu ni Halid Kachuru kutokea Karogwe Tanga. Mm, uh, huyu na nakwambia, Isaya Mbaliga, yeye anakwambia nampongeza sana huyo dada kwa kupambana na anaomba watu wengine kuiga mfano ili na huyo tufike kama kuwa na huyo dada, na Mungu ambariki sana huyo dada. Huyu Musa Aaron Samuel anakuambia yeye, kutokea Geita Chato, anakuambia nianze kumpa hongera huyo dada katika kufanikiwa. Uh, msemo wa wahenga usemao mbuyu ulianza kama mchicha na mm. msemo mwingine ambao ulisema kwamba mvumilivu kula mbivu mm. Tatizo la watu wengi hawafanikiwi kwa sababu huzalau kwa kidogo walicho nacho mm -hmm. Mvumilivu hula mbivu na mbuyu ulianza kama mm -hmm. Usiogope kuanza na hicho ulicho nacho Lakini pia nakwambia, nawafatilia mdahalo wenu, ni mzuri sana wa biashara, mi mwenyewe umenigusa, okay. na sisi lengo letu kukungusa, ukuguse eh, na ukufanyie kazi <laughs> okay. Nakwambia natamani sana kukua kiuchumi mm. Nashindwa namna ya kufungua njia <clears throat> Mm. ni shida sana jamani, anataka kukua kiuchumi lakini anashindwa. Mm. unamshauri vipi kwenye uthubutu na utendaji? Kuna kitu kinaitwa mm. nguvu ya kulazimisha, nguvu ya kulazimisha. Nguvu ya kulazimisha unajua forcing power. Forcing power. Mm. Exactly. Unajua unapopata idea eh, naweza nikatolea mfano, ni mfano wa mwanamke ambaye amepata ujauzito mm. sawasawa mm. kwamba lile wazo sasa unalo hapa ni sawasawa na vile ambavyo mwanamke anakuwa na ujauzito uzito mm. Litakuwa linakusumbua ndani yako, linakusumbua ndani yako, linakukosesha usingizi, linakupa mawazo muda mwingi mm, lakini upo wakati sasa, kama ambavyo ipo kwa mwanamke mjamzito kwamba kutakuwa kuna uchungu sawa sawa, mm. eh? kwamba inaonyesha ishara kwamba huyu mtoto anapaswa kutoka. Vivyo hivyo kwenye mawazo, kwamba utaona huu sasa, sasa, kama umefika ili jambo inabidi nili nilifanye sasa, zile ishara kwamba sasa ninapaswa nijifungue, mm. Huwa si kwamba mtu anapaswa tu kurelax ili mtoto atoke, mm. Huwa kuna nguvu inapaswa ifanyaje, itumike mm. Isipotumika ile nguvu nini kinatokea? mm. Ina maana kile kilichomo ndani kinafanyaje? Kinakufa. mm. Sawa sawa. Kwa ina maana kwamba kwa mtu ambaye ana kitu, kwa sababu sote tunajijua ndani yetu, kuna wakati unaona hiki kitu kinanidai, lazima nikifanye, kwamba nimeahirisha sana, nimefikiria sana, nimepanga na kupangua sana, lakini huu ndio kama ndio sawa mimi kutenda Sawa sawa. Kwa unatakiwa kujilazimisha yani, lazima ulazimishe hicho kitu kianze kwa namna yoyote ile, kwa sababu kuna wakati unaweza ukafika kitu kinataka uanze kutekeleza <coughs> halafu mwisho wa siku ukijiangalia wewe ni kama vile haupo tayari, lakini dunia inakuwa ipo tayari. mm -hmm. Unakuta kuna pahala, umekwenda, kuna umekwenda umejiongelesha tu, mtu anasema em? rudia tena. uh -huh. tukifanya hivi na hivi. Unaona au tuki, tukianzia hapa na hapa Unaona, kwa sababu kwa mfano unakuta kuna mtu labda amesoma lakini anakosa kazi, lakini kuna, kuna wasaa unakuta anaitwa ndani yake kwenda kujitolea pahala fulani na kume njia yake ndo inaanza kufunguka hapo, au mwingine na wazo la biashara lakini hana fedha, lakini unakuta kuna wakati anaitwa kwenda kukaa tu kwenye duka la mtu au kwenda kufanya uwinga kama ambao amefanya dada Subira. uh -huh. na mwisho wa siku unakuta ndoto zake zinaanzia hapo. Kwa sisi tunaweza tukawa hatuna chochote. uh -huh. ila tukionyesha nia kwenye ulimwengu tukilazimisha, kwamba sisi tunaweza tunataka tufike pale ambapo tunahitaji kufika, dunia inafungua njia. Yeah. Yes, yeah, na hapo ulipoongea kwenye kulazimisha, uh, kwenye hizi familia zetu uh, unakuta mara nyingi unaweza ukawa na wazo la biashara lakini ile familia ku appreciate kile ambacho uko nacho eh, yanaona nafanya ah, biashara biashara gani hii familia hii uko mzima unajua uko na mfanya biashara huko <laughs> wapi umetoka wapiwap. Kuna hiyo lakini, kuna ile piasa, mfano nataka nikanunue vifaa vyangu vya mziki niweze kupiga bendi, lakini mama watoto wanaona anakatisha tamaa, kuna hizo hizohz, hizo changamoto. Eh, unamwambiaje mtu kama huyo ambaye sasa familia yenyewe haikubali, familia haja kuwa na mfanya biashara hata mmoja lakini yeye ndo anataka kuna nini? Anataka kuvunja hiyo, hiyo, hiyo, hiyo nguvu, hiyo mm. nini? Yeah. Ukuta ambao umejengwa hapo. Asante apo mchungaji kiuhalisia <laughs> tunahitaji sana hiyo nguvu mm. nguvu ya kuwa kama inakupinga mm. yaani watu ambao wanakuonesha haiwezekani, sawa sawa so, mm. ukiachilia mbali maadui au watu ni wa muhimu sana kwa, mm -mm hilo halijawahi kuwako kwenye ukoo wetu. Wale watu huwa wanaongeza hasira ya kukipigania kitu kwa sababu unapokuwa unakipigania sio ufanikiwe hey, bali uwathibitishie kwamba inafanyaje, inawezekana. So, so, e, kwa sawa sawa eh? Kwa sababu kuna wakati wazazi watakulazimisha mpaka urudi chuo ukasome, utaenda kusoma kuridhisha, lakini mwisho wa siku alichokipanga Mungu kiwe hakuna ambaye ataweza kuki, kukizuia. Kwa hiyo wanaweza wakakuchelewesha, lakini lazima tu itakuwa. Kwa watu wangu, ni muhimu sana wanaokuambia kwamba hili haliwezekani, hili haliwezekani au wapo tu kwa ajili ya kukuchochea na hawatakoma. Sawasawa so, mm. kwa hapo tunawatazama kama ni, ni vichochezi au sababu ya wewe kufika kule ambapo unahitaji kufika ukiachilia mbali maadui ambao watakupinga kwa namna za kimwili na za kiroho mm. yeah. asanteni sana jumbe ni nyingi sana. Huyu atubwene mm. igomole anampongeza anampongeza sana Subira ni classmate wake yeah. walisoma huko lakini pia huyu anaitwa Dennis tuta, nakwambia yeye yuko Tabora mm -hmm. anaomba ushauri mm -hmm. ana laki tatu lakini hajajua afanye biashara gani mm -hmm. eh, tumsaidie kwa mawazo kisha, baada ya hapo niko Tabora, niko Tabora. <coughs> <coughs> baada ya hapo niko Tabora, baada ya hapo tutarudi kwa ajili ya kumalizia zaidi, na wazo lako tu moja linaenda linabadilishia maisha yake. Ah <coughs> <coughs> uh, tukitazama fursa za mm. a, ambazo zinaweza zikatoshea laki tatu ni nyingi mm. lakini tukitazama fursa ambazo ndugu yetu aliyopo Tabora anaziweza ni mm. lazima tumjue kwanza ee, yes. kwa sababu yes sisi binafsi, kila mmoja ana kitu ambacho anakipenda na daima huaga hatutoki nje vile vitu tunavyovipenda. sawa sawasawa, so, yeye ajichunguze anapenda nini, na katika hivyo wanavyovipenda anawezaje kuvibadili sasa kuwa biashara kupitia hiyo shilingi laki tatu alionayo. Unaweza kukuta yuko Tabora na anapenda kilimo, lakini kwa hiyo laki tatu anahisi kama haiwezekani. Kweli laki tatu nikaiweke shambani Unaona, au akauze mazao na nini, kwa atazame, ajichunguze kupitia vitu ambavyo anavipenda mm. na hapo ndipo ambapo atafanyaje, ataweza kujua na thubutu kwenye eneo gani uh. sawa uh, tumepata ujumbe kutoka kwako kutokea uh, Pwani, lakini pia Roki Mbwana, tumepata ujumbe wako Atom Sangiza, tumepata ujumbe wako Leila Ismail, tumepata ujumbe wako. Asanteni sana kokuwa nasi uh, Salehe Majanga, tumepata ujumbe wako Denis ushauri umeshatoka kuupata, hapo ufanyii kazi uh, yeah. Eh, tukirudi kwako mwalimu, una lipi la kuwaambia watu sasa, katika kutumia kile ambacho wanacho kwenye mazingira yao uh, kwa yeah. ajili ya kujikuza kiuchumi na kujipatia kipato sawa. Wito wangu kwa Watanzania ambao wananisikiliza, hasa vijana ambao ni tegemeo kubwa sawasawa eh. Uh, hakuna ambaye hawezi sawasawa, mm. Nimesema hapa kwamba mtaji ambao kila mmoja anao ni akili, ila tu tumetofautiana matumizi mm. Sawasawa, ukiwa na matumizi sahihi kwenye, kwenye hiyo akili ambayo umejaliwa, majibu utayapata Tunao majibu kupitia mitandao ya kijamii, tunao majibu kupitia watu, tunao majibu kupitia mazingira ambayo yanatuzunguka. Sawasawa, tuwe watu wa kutafiti na kuchimba. Unajua akili tukivijaza vitu vya nje sana, mm. kuliko vitu vinavyotuhusu sana, ni vigumu sana kupata majibu kabisa. Sasa kama wewe unataka kutoka na kufanikiwa, hebu anza kujikita katika kujifikiria wewe na kesho yako zaidi kuliko kupokea, kwa sababu kuna mwingine ukimuuliza kuhusiana na michezo majibu anayo, ukimuuliza kuhusiana na siasa majibu anayo, ukimuuliza kuhusiana na habari za watu mtaani majibu anayo, ukimuuliza kuhusiana na habari za motomoto zote majibu anayo, ukimuuliza kuhusiana na yeye na mipango yake ya siku tatu mbele majibu hana. kwa nini? Kwa sababu ameweka umakini mkubwa katika vitu vya nje kuliko vitu vinavyomhusu sasa. Hey. Kwa hiyo ninasisitiza yeah, matumizi ya akili kwa ukubwa, hapo ndipo yalipo majibu oh, jirani kanyoa, ujua mtoto, ndio taarifa unayo. Asante sana, asante sana mwalimu, kwa darasa zuri la kutupatia. Eh, tunashukuru na wewe pia uliokuwa nyumbani, umeweza kujifunza umeweza kupata mengi mm. Kila mtu ndaomba kila mtu atoe pointi zake mbili, umejifunza nini Jojo? Ah. Eh. Ah, ku, kuthubutu na kuthubutu na ah. Mimi nimejifunza ah. kwamba kutumia kile nilicho ni nacho, nianze kwanza kwa kupenda, kama ni mtaji wangu, naanza kwa kupenda, iko kitu ndio niweze kukifanya mm. lakini pia nisiogope, nithubutu, huko mbele nitakuja kupata watu kunishika mkono, nisitegemee kwamba nitaanza nao yes. kuanzia sasa yeah. Sasa kwa wewe mwanafunzi, unajua mimi nipo kwenye, mimi mimi, tunafanya nipo kwenye ndio, wewe uko tayari, mimi tayari, tunafanya hayo mambo yaliyo unayofikiria, uko vizuri, naomba nikupongeze.